Hakuna shida, tunaweza kuzungumza kiswahili tu. Una swali gani? Asante, nashukuru sana kwa sababu unaelewa kila lugha, yani mi ndo ninachokupendea hapo tu. Sasa nataka niulize bwana, hivi haya mapenzi yalianzaje, yanzaje? Ni nani aliyagundua haya mapenzi? Kwa sababu tunaona kama vile anatutesa sometime hivi, hadi nataka ni mlaumu aliyeyaanzisha. Ni nani alianzisha hiki kitu? ikitu <laughs> Eh, niambie niambie, maana naona umefurahi fulahi afu umekata hapo hapo, yani sioni tena mwendelezo mwingine, naomba tu nijue bwana, nani alianzisha haya mapenzi haya? Jamani, mapenzi haikuanzishwa na mtu mmoja, ni hisia za asili kati ya watu, yamekwepo tangu zamani na ni sehemu ya maisha ya binadamu. Sio kitu cha kulaumu, bali ni kitu cha kufurahia na tunafurahiaje? Mapenzi namna hii kweli, anadua natutesatesa, mtu unapata tabu na nini. Unafurahiaje vitu kama hivi kweli? Pole sana kama unapitia mchangamoto kwenye mapenzi. Ni kweli yanaweza kuwa magumu, lakini pia yanaweza kuwa mazuri na yenye furaha. Muhimu ni kujifunza na kukua kupitia mahusiano na kujitahidi. Jenga mahusiano yenye afya. Ah, sawa, lakini pia ilikuwa ni swala la msingi kumjua mtu ambaye alianzisha waligunduaje gunduaje kama vile vitu vinaweza vikafanyika kwa namna ile, afu mwisho wa siku ikatokea vya kutokea. Mpenzi ni hisia ya kina kati ya watu ambayo imekuwa ikibadilika kwa muda mrefu. Ilianza kama sehemu ya mahusiano ya kijamii na baadaye ikawa hisia ya upendo na mapenzi huwahusisha watu wawili, sio kitu ambacho mtu mmoja aligundua, bali ni mabadiliko ya kijamii na kitamaduni. Haya, sawa. Sasa kuhusiana na hayo mapenzi kwa ujumla, lakini ya tukitaka tuzungumzie lile tendo sasa, tuseme mfano, tutumie lugha rahisi zaidi, kwamba ni tendo la ndoa lile, nani aliweza kuligundua pale, kwamba bwana, natakiwa tufanye hivi na hivi ili ndo tendo la ndoa? Tendo la ndoa siyo kitu ambacho kigunduliwa na mtu mmoja. Ni sehemu ya asili ya binadamu na ina malengo ya uzazi na kuimarisha mahusiano. Ni sehemu ya maisha yetu kwa muda mrefu. Sawa, hapo AI, apo naona kama vile unanizunguka zunguka fulani hivi, lakini poa, haina shida, mi nimekuelewa, kama ni swala la kijamii sawa, haina shida, inabidi tuvumilie hivyo hivyo. Sasa tutafanyaje? Samahani kama umeona nimezunguka, lengo langu ni kuelezea kwamba mambo haya yamekwepo kwa muda mrefu na ni sehemu ya asili ya binadamu. Lakini tuko hapa kukusaidia, kwa chochote unachohitaji usisite kuuliza tena kama una swali. Asante. Sasa hapa nampataje pataje mpenzi ambaye yani ametulia tulia fulani? Kumpenzi anayetulia kuna hitaji kuvumilivu na mawasiliano mazuri. Jaribu kuwa sehemu ya vikundi au shughuli ambazo unafurahia, ambapo unaweza kukutana na watu wenye wa malengo yanayofanana. Pia kuwa skweli we mwenyewe na uwe tayari kujenga mahusiano ya kina. Mawasiliano za wazi ni muhimu katika kupata mpenzi anayetulia. Basi sawa, nashukuru, ngoja nichaji kwanza simu afu baadaye nitakuuliza zaidi. Sawa. Poa. Endelea kuchaji. Nikisubiri. Ukiwa tayari, niambie. Tutazungumza tena. Aya, asante sana, nashukuru. Karibu sana. Niko hapa kukusaidia wakati wowote. wa